Hizi ni aina za saratani ambazo zinaweza zikampata zina mtu endapo atapata maambukizi ya HPV na akayaacha kwa muda mrefu. Kwa wanawake kuna saratani ya shingo ya kizazi, yani cervical cancer. Hii inawapata wanawake pale ambapo virusi vya HPV vinakaa kwa muda mrefu na kusababisha mabadiliko ya seli kwenye ukuta Uh, wa shingo ya kizazi, lakini saratani nyingine ni saratani ya uume kwa wanaume, ambayo hii pia inawapata kutokana na maambukizi ya HPV yaliyoachwa kwa muda mrefu. Lakini vilevile kwa wote wanaweza wakapata saratani ya uh, ya mrango wa haja kubwa. Ano kansa inaweza ikawapata jinsia zote. Na saratani nyingine ni saratani ya koo, saratani ya ulimi na sehemu ya nyuma ya koo. Kwa hiyo sasa, HPV inahitaji kutibiwa mapema, na endapo una tatizo hili, tafadhali unaweza ukachukua namba yangu ili uweze kuwasiliana na mimi niweze kukupa utaratibu wa kuweza kupata matibabu.